Mgogoro wa Israel na Palestina, chanzo na maendeleo hadi 2025. Huu ni mmoja wa migogoro mikubwa na ya muda mrefu zaidi katika historia ya dunia ya kisasa. Mgogoro kati ya Israel na Palestina. Vita, damu, machozi na ndoto zilizopotea. Lakini chanzo chake ni nini hasa? Na hadi sasa nini kinaendelea? Chanzo cha mgogoro. Kabla ya mwaka 1948, eneo la Palestina lilikuwa chini ya utawala wa Uingereza na lilikaliwa kwa sehemu kubwa na Waarabu wa Palestina pamoja na Wayahudi wachache waliokuwa wakihamia taratibu kutoka Ulaya. Lakini mambo yalibadilika mwaka 1917 wakati Uingereza ilitoa tamko la Balfour Declaration ikiahidi kusaidia kuanzishwa kwa taifa la Wayahudi ndani ya Palestina. Hii ilisababisha migongano kati ya jamii hizi mbili: Wapalestina waliokuwa wakiishi hapo kwa vizazi vingi, na Wayahudi waliokuwa wakihamia kwa kasi kutoka Ulaya na baadaye wakawa wengi zaidi. Mwaka 1947, Umoja wa Mataifa ulipendekeza kugawa Palestina kuwa mataifa mawili, moja la Kiyahudi na lingine la Kiarabu. Wayahudi walikubali, lakini Waarabu walikataa wakiona ni wizi wa ardhi yao. Mwaka mmoja baadaye, Israel ilitangaza uhuru wake. Majirani wa Kiarabu walishambulia. Lakini Israel ilishinda na kujitanua zaidi ya mipaka ya awali. Zaidi ya Wapalestina laki saba walifukuzwa au walikimbia makazi yao. Tukio hili linaitwa Nakba, yaani maafa. Maendeleo ya mgogoro. Mwaka 1967, katika vita vya siku sita, Israel ilitoa maeneo ya West Bank, Gaza na Yerusalemu Mashariki yote ambayo yalipaswa kuwa sehemu ya taifa la Palestina. Tangu hapo Palestina imegawanyika katika maeneo madogo madogo yaliyo chini ya uongozi dhaifu na yenye udhibiti mkali wa Israel. Miaka ikapita. Maandamano, mashambulizi na vita vya mara kwa mara vikaendelea. Makazi ya Wayahudi yakajengwa katikati ya kati kati ya ardhi za Wapalestina. Haki ikawa ndoto. Mwaka 2007, kundi la Hamas lilichukua mamlaka katika ukanda wa Gaza. Israel na Misri zikafunga mpaka. Gaza ikawa kama gereza wazi, hakuna uhuru wa kutoka wala kuingia. Tangu hapo kulikuwa na mfululizo wa vita: mwaka 2008, 2012, 2014 na 2021 kati ya Hamas na Israel. Raia wengi waliouawa walikuwa wa Palestina, wengi wakiwa ni wanawake na watoto. Vita mpya ya 2023-2025. Oktoba 7, mwaka 2023, kundi la Hamas lilifanya shambulio kubwa la kushangaza dhidi ya Israel ikisababisha vifo vya zaidi ya watu elfu moja. Israel ikajibu kwa mashambulizi makubwa ya anga. Kwa muda wa miezi mingi Gaza ikawajivu. Maelfu ya Wapalestina walipoteza maisha, wengine wakakosa makazi. Hadi kufikia 2024, dunia ilikuwa imegawanyika, wengine wakitetea haki ya Israel kujilinda, wengine wakilaani ukatili dhidi ya raia wa Palestina. Hali halisi hadi Juni 2025. Mwaka 2025 umeanza kwa machafuko mapya. Mgogoro umevuka mipaka. Israel imefanya mashambulizi ya anga dhidi ya Iran, Iran nayo ikajibu kwa makombora dhidi ya miji ya Tel Aviv na Haifa. Wakati dunia ikielekeza macho Iran, hali ya Gaza na West Bank bado ni ya maumivu makubwa. Makazi ya Wapalestina yanabomolewa, vijiji vinachomwa, maji na umeme vinakatwa. Watoto wanaishi kwa hofu. Je, suluhisho lipo? Umoja wa Mataifa na nchi mbalimbali zimependekeza suluhisho la mataifa mawili, Israel na Palestina, kila moja likiwa huru na salama. Lakini mpaka sasa hakuna upande ulioonyesha utayari wa kweli. Wanasiasa wameshindwana, lakini mateso ya watu kawaida yanaendelea kila siku. Mgogoro huu hauhusiani tu na siasa, bali unahusu maisha ya wanadamu, ndoto za watoto, haki ya kuwa salama, uhuru wa kuishi. Swali ni moja tu: je, dunia itasubiri hadi lini kabla ya kusimama kwa haki ya wote bila upendeleo? Asante kwa kutazama Habari Leo Tz. Usisahau kusubscribe kwa habari za kina zenye kueleweka na zenye kugusa maisha. Tuendelee kutafuta ukweli Tusimame na ubinadamu.